Naam na, msikilizaji, uh, nimerejea hapa uh, na niendelee kukujuza na sasa ni kujuza hiye story ambayo nilikuwa nimekwambia kwamba uh, ndio story itakayofuata hivi sasa na ni story ambayo inayomuhusu uh, mwanamke mmoja ambaye bwana ameweza kutuletea maajabu hapa kidogo, na alichokifanya na kupelekea kwamba kuona imekuwa ni maajabu ni kitendo cha kuweza kukata utupu, yaani uume wa mume wake na kisha kuutupa nje ya nyumba yao mm? na uume huo kuja kuokotwa na majirani na kuhifadhi eh? Ukiangazia ama ukiangalia unaweza ukasema kama vile ni moja ya uh, habari ambayo ya kitu ambacho unaweza ukasema kisichowezekana, lakini ndio hivyo kimeweza kuwezekana kwa, kwa mwanamke mmoja anayefahamika kwa jina la Veronica Muhale, miaka yake ni arobaini, mkazi wa kata ya Endagawa, wilaya ya Hanang, mkoa mkoani Manyara. Uh, kama una kumbukumbu vizuri, kumbu msikilizaji, ni kukumbushe, hii ni ile wilaya ambayo iliweza kutokea mlipuko wa volkano uh, Hanang kule Kateshi hmm? uh, kwa wewe ambaye unaweza kuwa na kumbukumbu hiyo ambayo ni mlipuko ambao uliweza ku, ku, ku, kuleta maafa uh, ya kutosha tu kwa kule na kwa nchi pia ya Tanzania, maana mlipuko ule uliweza kuporomoka kutoka mlimani na uliweza kuvamia uh, stendi ya Kateshi na kuvuruga uh, nyumba na maelfu mamia ya ya, ya wakazi wa eneo lile nyumba pamoja na wananchi pia. Kwa hiyo kule Hanang, wilayani Hanang, mkoa ni Manyara, ndio inadaiwa huyu Mama Veronica Mohale anadaiwa kujeruhi vibaya mume wake Josephat Kasi maarufu kama Khalidi Kasi miaka yake 45 kwa kumkata kwa kisu na kuondoka ama kuondoa sehemu zake za siri. Mm-hmm. Amechukua kisu uh, na kumkata mumewe sehemu ya siri, eh, uume. Kachukua kisu kakata ume wa mumewe na akautupa nje ya ya, ya nyumba. Tukio hilo uh, lilitokea uh, majira ya usiku ambapo chanzo chake kinasemekana kuwa ni wivu wa kimapenzi ah. Ah, hii kali sasa, hata kama ni wivu wa kimapenzi uh, ndio tukatane tupu kweli? Ndio tukatane ume yani kwamba Yani, ndo anakukomoa na kukomesha kwamban ndo kuchepuka full stop, wewe unapo kuchepuka ndo mwisho hmm? Hmm. Mama huyu baada ya kutekeleza tukio hilo, yeye ndio uh, mama Veronica aliweza kujisalimisha mwenyewe kituo cha polisi cha Kateshi na kuwataka ndugu na jamaa wasimsake, akieleza kuwa yeye ndiye aliyefanya kitendo hicho na. Inadaiwa kuwa kwa muda mrefu amekuwa akijaribu kumdhuru mumewe kwa kutumia sumu ya panya na hata kisu alichotumia kilikuwa kimehifadhiwa kwa muda kabla ya tukio. <laughs> Historia inanikumbusha moja ya matukio ambayo aliwahi kutokea na